Shirika la nyumba la taifa NHC limeendelea na zoezi lake la kuwatoa wateja wake sugu walioshindwa kulipa kodi na hivyo kusababisha shirika hilo kukosa mapato yake. Mapema leo asubuhi, watendaji wa shirika hilo wameendesha operesheni katika eneo la Upanga na kuwaondoa wateja hao akiwemo mmoja aliyelimbikiza deni linalofikia shilingi milioni mbili laki tatu katika kipindi cha miezi sita. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, meneja kitengo cha kukusanya madeni cha NHC Jafet Mwanasenga amesema kuwa taratibu zote zimefuatwa katika kudai malipo hayo bila mafanikio. ni mwendelezo wa kampeni ya kukusanya kodi. Aa, huyu mama ni mmojawapo kati ya wadaiwa sugu, ana miezi tisa hajalipa kodi taratibu kama zinavyotakiwa na sheria. Tumejaribu kuwasiliana naye, lakini kila siku anakuwa na <coughs> utetezi huu, utetezi huu, mara ajitetee hivi, uh, lakini leo tumeamua kumuondoa. Sio huyu tu kwamba ni huyu tu, wako wengi, wako wengi. Kwa hiyo natoa rai kupitia nafasi hii, natoa rai kwamba wapangaji walipe kodi kuepuka usumbufu wa namna hii.